Operesheni hiyo ambayo imelenga kuzuia ajali kipindi hiki cha kuelekea mwisho wa mwaka ilianza Desemba moja mwaka huu na kufanikisha kuwakamata madereva wa magari matano ya kubeba wagonjwa kwa maana ya ambulance yakiwa yamebeba abiria kutoka Dar es Salaam kuelekea Mtukula mkoani Kagera na sehemu zingine e, za nchi. Kwa hiyo magari hayo ambayo yamewekwa maalum kwa ajili ya wagonjwa pia yametumika kwa ajili ya kubeba abiria yamekamatwa waliokamatwa ni George Geoffrey Mng'ongo, mwenye umri wa miaka 29, huyu ni dereva mkazi wa Arusha ambaye alikuwa akiendesha gari namba T 933 EPL aina ya Toyota Land Cruiser ambulance ambapo alikuwa na abiria wanane. Paul Mesha Kizakaria, miaka 37, dereva mkazi wa Dar es Salaam, ye amekamatwa anaendesha gari namba T 927 EPL aina ya Toyota Land Cruiser na yenyewe ni ambulance akiwa na abiria tisa. Wengine ni Victor Pastori Baroho na miaka 30 dereva mkazi wa Dar es Salaam akiendesha gari ya wagonjwa namba T 943 EPL aina ya Toyota Land Cruiser na yenyewe ni ambules, yeye alikuwa na abiria tisa. Godliving Emmanuel Sawe miaka 37 dereva mkazi wa Dar es Salaam yeye alibeba abiria kumi na mbili kwenye gari la wagonjwa namba ina namba za Uganda UA 055 si BP aina ya Toyota Hiace. Na John Matthew Masae, yeye ana umri wa miaka 2 miaka 26 ni dereva mkazi wa Mbezi Dar es Salaam, yeye alibeba abiria watano kwenye gari la wagonjwa namba T 988 EPL Toyota Land Cruiser. Kwa hiyo hayo yalikuwa ni matumizi mabaya ya hilo gari na alikuwa alikuwa akitumia ving'ora kwa kuashiria kama wana wagonjwa, lakini waliposhtukiwa kutoa na abiria wamechukuliwa hizo hatua za kukamatwa. Wakati huo wakati huo huo, operesheni zingine pia zimefanyika kama nilivyosema kuimarisha usalama wa mkoa huu na kufanikiwa kukamatwa kwa watuhumiwa wawili wa matukio ya mauaji katika wilaya ya Morogoro na Mvomero. Waliokamatwa ni Joseph Hassan mwenye umri wa miaka 35 mkulima na mkazi wa mtaa wa nguvu kazi Kihonda ambaye anatuhumiwa kumuua Patrick Dismas Nachonda. Huyu ana umri wa miaka 60, ni mkulima mkazi wa nguvu kazi Hili tukio limetokea Novemba uh, 30 mwaka huu 25 huko mtaa wa nguvu kazi kata ya Kihonda manispaa ya Morogoro. Chanzo cha tukio hili lilikuwa ni ugomvi uliotokea ba, baina ya hao wawili ambao ulitokea kati yao wakati wakiwa wanakunywa pombe. Kwa hiyo ilitokea katika hali ya ulevi, wamekorofishana wakapigana, na mmojawapo akawa amemuua mwenzake. Mtumio mwingine ni Faustin Ananius Ananias Christiani mwenye umri wa miaka 39 huyu ni mkulima na mkazi wa Maguruwe, alikamatwa kufuatia tukio la mauaji ya Justin Stefano Rwanda, ana umri wa miaka 38, uh, mkulima na mkazi wa Kifuru, ambalo lilitokea Novemba 30 mwaka huu katika eneo la Chogo, kitongoji cha Bonde, kijiji cha Maguruwe, kata ya Bunduki, wilaya ya Mvomero, ambapo mtuhumiwa alimpiga marehemu kwa kitu butu eneo la kichwani baada ya kutokea ugomvi uliochochewa na, na ulevi hao nao pia walikuwa kwenye ulevi. Kwa hiyo baada ya pombe kukolea mmoja uh, hapo akampiga mwenzake na akaa amefariki, naye amekamatwa. Kwa upelelezi wa matukio hayo yote ambayo nimeeleza hapo nakamilishwa kwa ajili ya hatua zaidi za, za kisheria. Niendelee kutoa wito tu kwa wananchi wa mkoa wa Morogoro kuendelea kushirikiana na jeshi la polisi kwa kutoa taarifa mbalimbali za uhalifu na uhalifu ili kuweka mkoa wetu salama. Sisi jeshi la polisi tunawahakikishia Uh, kuendelea kufanya ulinzi hasa wakati huu ambako kuna uh, matisho ya hapa na pale. Nachowaomba ni kwamba watu wasidanganyike na wale wasi, wasi wasikubaliana yale ambayo yanasambazwa kwenye mitandao kwa kuwa ni kinyume cha, cha sheria.